Na msikilizaji na msikiliza yule ambaye anatutazama tu, najua umeweza kuburudika kwa kiasi chako katika eneo la kanda mazoo makuu na kwingineko katika mitandao ya kijamii. Karibu kwenye mjadala maalum kuhusu hatua ya Marekani kuivamia Venezuela na kumng'oa madarakani rais Nicolas Maduro, tukio linaloitikisa dunia kwa wakati huu na kuibua maswali mazito kuhusu sheria za kimataifa, demokrasia na maslahi ya kiuchumi. Je, hii ni hatua ya kuleta utulivu au ni mfano wa wanaita neo-imperialism ya karne ya ishirini na moja, dhana inayotumika sana kuelezea mbinu za kisasa za mataifa makubwa kudhibiti mataifa madogo bila ya kutumia ukoloni wa moja kwa moja uh, kama ilivyokuwa zamani. Leo tunajadili hili na Muberwa Bandio akiwa Washington DC kitovu cha maamuzi ya Marekani na dr Harrison Mwilima kutoka Berlin Ujerumani, akiangalia athari za hatua hii kwa bara la Ulaya na dunia kwa ujumla. Bila shaka naye ni mjuzi katika masuala ya Afrika, atagusia hilo. Muberwa na Harrison, karibuni. Kama mnanisikia, wakati huu ni nzuri kuanza Marekani, manake Marekani ndo kuna tajwa sana huko. E, hatua ya kunyakuliwa au wengine wanasema kutekwa kwa Maduro itakuwa na matokeo gani kwa ulimwengu kwa wakati huu, Muberwa? Kuna mengi ya kuangalia nini hasa kitafuata, kwa sababu jambo la kwanza ni kwamba amechukuliwa, ame kama kiongozi aliyekamatwa ama amechukuliwa kama mpango wa kubadilisha Um, uh, nisema regime change, kubadilisha utawala mzima, kwa sababu nafkiri kitu ambacho sasa hivi unaona kuna ukimya unaoendelea hasa katika nchi za Russia na China, kwa sababu wao wana mahusiano makubwa sana na hizi nchi. Wanachoangalia ni kama kuondoka kwa Maduro, amenyakuliwa Maduro, kama Maduro mhalifu kama ilivyotajwa au wanabadilisha utawala mzima, kwa sababu akiondoka Maduro, ina maana vitu vingi, mikataba mingi, maelewano mengi ambayo yalikuwepo yataendelea hasa k-ukizingatia kwamba anayebaki sasa ni kaimu wake, kama imebadilishwa ama kama uongozi mzima umebadilishwa ina maana kuna wasiwasi, wanayeingia atafanya nini, ukizingatia kiasi cha oil ambacho chia, kiasi cha mafuta ambacho China huwa inachukua na mikataba kadhaa hasa katika masuala ya silaha ambayo uh, Russia amekuwa akiingia. Sasa kwa mtazamo wa nini kitatokea duniani, kita tukaanzia hapo, lakini pia swali jingine ni kwamba je nchi kwa mfano kama Marekani, mahakama ya Marekani inapomkuta rais wa nchi nyingine ana hatia na kwenda kumnyakua nchi nyingine, zitahisi zina haki ya kufanya hivyo, na Urusi unaweza akafikiri hivyo kwa nchi nyingine barani Afrika, ama kwa nchi nyingine, au nchi nyingine inaweza ikafikiria kufanya hivyo kwa Marekani. Huku ndo ambako sasa hatujajua, kwa sababu mpaka hivi sasa hatujajua kilichofanyika ni nini, kuondoa utawala mm, ama kumwondoa yeye. Lakini pia kwa siasa za ndani Marekani, tukio hili limefanyika bila ridhaa ya bunge. Je, ye italeta tafrani kisiasa. Kwa mfano, unasikiliza mijadala hapo ndani, wataalamu wanazungumza Yeah, tafulali imeanza kwa sababu um, tafsiri yake ndiyo changamoto. Rais Donald Trump anasema kwamba wao hawajafanya uvamizi, wanasema waliomkamata Maduro si wanajeshi, ni FBI walisindikizwa na wanajeshi kwa ajili ya ulinzi wao. Kwa hiyo wanasema wao walikwenda kumkamata mhalifu ambaye mahakama za hapa zimemkuta na na mashtaka ya kujibu, kwa hiyo wamemkamata, amekuwa indicted, wamekwenda kumchukua lakini uh, ndiyo maana, kwa tafsiri hiyo ni kwamba hakwenda kuanzisha vita kwa sababu vita ni lazima, ama kwa mujibu wa katiba Marekani lazima vipewe idhini ya bunge la Marekani. Watu wengi wanaangalia ndege mia moja hamsini kutoka katika makambi ishirini na wanajeshi kadhaa kwenda kule, wengine wakiwa wamejeruhiwa, hiyo ni dhamana, si dhamana ya rais bali ni dhamana ya ya bunge. Lakini pia nikumbushe kwamba tangu vita kuu ya pili ya dunia nchini Marekani, mm. hata baada ya kubadilishwa kwa katiba yenyewe kusema kwamba ni bunge pekee ambalo lina uwezo wa, ku, wa kuidhinisha vita, mara zote uh, vita vimekuwa vikianza alafu bunge linakuja kutambulishwa na kuruhusu. Kwa hiyo hata wakati wa vita vya Saddam Huseni, hata wakati wa vita Afghanistan, vyote hawakwenda kuomba ridhaa kabla rais rais anapewa siku kadhaa, nafikiri anapewa saa arobaini na nane baada ya kuanza kwa vita, baada ya ku, kuanzisha vita anaruhusiwa ku, kuitambulisha bunge, kwa sababu na hili iwekwa kwa sababu kuna wakati ambao haya inaweza akatokea wakati bunge haliko katika kikao. Kwa hiyo wanaweza akaleta kikao cha dharura ndani ya saa arobaini na nane na kama bunge halitoidhinisha mapigano hayo, basi atakuwa na siku thelathini za kuweza kuhitimisha yale mapambano ama mapigano aliyoanzisha. Kwa hiyo hajavunja sana katiba kama watu wanavyoizungumzia, lakini kwa tafsiri yake jinsi ambavyo wameiweka na kuitafsiri na walivyoiendesha kwamba ni fb FBLM... waliomk nasio wanajeshi namona akisindikizwa na watu wa kikosi cha madawa ya kulevya. Unaona kabisa kwamba ni kama walijiandaa kuibypass, kuipita hiyo hatua. Dr Harrison Mwilima, ukiwa Berlin, unanisikia wakati huu? Nakusikia vizuri. Hatua hiyo imesababisha mashaka ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mashinikizo kutoka Umoja Mataifa, mataifa kama Iran, Cuba, China, Urusi kuhusu kuvunjwa kwa sheria za kimataifa. Swali je, kuna chochote kinachosaidia kurejesha au kitakachosaidia kurejesha imani ya kimataifa kwa wakati huu? Nadhani kitakachosaidia kurejesha imani ya kimataifa ni kufuata tu sheria za kimataifa, kwa sababu uh, kama tulivyoona hapa eh, Rais Trump amekuwa uh, ukiachilia hata alichofanya Venezuela, amekuwa akitishia nchi mbalimbali. Tumeona akitishia Iran hivi karibuni tumeona akitishia Colombia eh, na akisema kwamba anaweza akafanya kama alivyofanya Venezuela. Sasa haya yote ambayo tunayaona sasa yanaonyesha kabisa ni jinsi gani Marekani au Rais Trump anavyoweza kuhatarisha hizi hizi sheria za kimataifa kwa sababu nchi kama nchi nchi kama Marekani, yaani katika sheria za kimataifa hautakiwi ku, kuingilia nchi huru eh, kuivamia nchi huru hautakiwi mm, ku, bila bila kuidhinishwa na baraza la, la, la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo haya yaliyojitokeza ni yanaleta hatari sana, na nakumbuka mimi hapa nilishai kusema hata kipindi kile wakati Iran, wakati Marekani ilipovamia Iran nikasema kabisa kwamba nchi zote duniani zisipopinga hatua hii, kwa sababu ile ilikuwa ni viashiria eh, kwamba mtu anachukua hatua ya kuvamia nchi nyingine bila kufuata sheria vilikuwa ni viashiria tu ambavyo vilianza kuonekana hapo awali na sasa hivi ni mwendelezo huo, na na vitu kama hivi visipokaripiwa kimataifa na nchi zote duniani, ni hatari kabisa kwa amani ya dunia, ni hatari sana mberoba, ndio uh, kiongozi wa upinzani Maria uh, Machado. Uh, na Wavenezuela Venezuela walioko nje ya taifa hilo kwa wingi uh, wanaonekana wakishangilia na hasa hapo Marekani ambapo upo wewe, ingawa ndani Venezuela kumekuwa na mashaka mashaka uh, fikra mseto. Hii ina maana gani kwa mustakabali wa taifa hilo? E, anashangilia na nafikiri kitu kikubwa ambacho watu wwwanatakiwa kutambua ni kwamba Marekani katika maslahi yake ataendelea kuendelea kuwa na maslahi yake, kwa sababu hivi sasa licha ya kwamba ameshangilia, licha ya kwamba Maria mwenyewe ndiye ambaye uh, inasemekana alishinda kwa zaidi ya asilimia sabini katika uchaguzi uh, uliopita, uh, licha ya kwamba Marekani wanasema kwamba wanataka uh, huyu ni dikteta, unajaribu kumwondoa uh, lakini ni nini, licha ya kwamba mpaka hivi sasa pia kura zinaonyesha kwamba Maria Machado ana zaidi ya asilimia sabini na mbili ya uungwaji mkono nchini Marekani nchini Venezuela bado Trump mba, Rais Trump wanasema kwamba hawawezi kumwachia yeye akawa rais kwa sababu hana uungwaji mkono. Kwa hiyo hii ina maana gani? Ni kwamba si kweli pengine kinachosemwa si kitu hicho ambacho kinatendeka, kwa sababu kama kama unataka demokrasia kama unataka kumwondoa uh, dikteta kama unataka nchi itawaliwe na watu ambaye mtu ambaye amechaguliwa na anaungwa mkono, bado naamini anayeungwa mkono kwa asilimia sabini na mbili na inasemekana alishinda kwa asilimia sabini hafai, kuna maswali ya kujiuliza. Kwa hiyo kabla ya kusherekea, kama alivyosema Dkt. Mwalima, kuna baadhi ya maonyo ambayo watu wana eh, kwamba hawaoni onyo halisi. Onyo hapa si kwamba kamba ameondolewa uh, am, ameondolewa rais wao. Swala ni kwamba si Maduro tu, onyo ni kwamba ni nini kinatakiwa, kwa sababu kama unataka demokrasia, basi ungeitisha uchaguzi. Kama unataka demokrasia, ungemunga mkono yule ambaye asilimia sabini ilimchagua, lakini sivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo um, havisemwi wazi na inaonekana watu wanafurahia kitu ambacho si halisi. Kabla tujaendelea, mwenzetu studio ni hapa amekuwa akifuatilia hali ilivyo katika mitandao ya kijamii na wale ambao wanataka kutoa maoni yao kwa, kwa kile nachokizungumza. Najet, karibu. Asante sana uh, na swali la pris hudi hudi anasema kesi anayobambikiwa ni dawa za kulevya au ni swala la mafuta, na kwa nini umoja wa mataifa haujaingilia swala hili hususan kwenye sheria na mipaka ya nchi uh, swali hili Harrison unaweza kulijibu. Uh, do, uh, kwa kwa jinsi umoja wa mataifa, huwezi ukaingilia bila kupata idhini pia kutoka baraza la usalama wa mataifa. Kwa hiyo na, na umoja wa mataifa ni nchi tofauti tofauti, lakini sasa kama tunavyoona, umoja wa mataifa wenyewe, hata ukifuatilia hiki kikao kilichopita, nchi zimegawanyika. Tunarudi kule kule tena katika tofauti kati ya magharibi na mashariki, kwamba unakuta China na na, na Urusi na nchi zinazofuata mrengo wa kushoto za za Marekani ya kusini zote zimepinga, lakini ukiangalia hizi nchi za magharibi, kwa mfano nchi hizi za za Ulaya Zote badala ya kupinga na kulaumu uvunjwaji wa sheria za kimataifa, zote zinachosema ni kwamba wanatumaini kwamba utulivu utarudi Venezuela, lakini hiki ni kitu ambacho wanasema hivi sasa hivi, badala ya kukaripia. Lakini tujue kabisa, baada ya Venezuela, kuna uwezekano mkubwa kabisa wanaofuata ni nchi za Ulaya, kwa sababu tunajua kabisa Trump ameshasema kwamba anataka Greenland mm. na Greenland, kama tunavyojua ni, ni, ina, inamilikiwa ina na na na, Denmark. na tunafahamu kabisa kwamba kitakachotokea hapo ndo pia kitakuwa mwisho wa jeshi la NATO, kwa hiyo hizi baadhi ya nchi za Ulaya kwa sababu ya kuji kuji kuikumbatia Marekani zinashindwa kupinga, lakini tunajua kabisa kwamba hizo ndizo zinazofuata, na sisipo laumu uvunjwaji huu wa sheria za kimataifa itakuwa ni hatari sana kwa dunia. Tukumbuke kwamba, majibu mafupi mafupi, Harrison, muda auturuhusu. Trump amevunja sheria na umesema hapo, na ameingilia uhuru wa kimipaka. Lakini kwa wale wanaoshangilia hoja ni kwamba Maduro alibinya uhuru wa raia, demokrasia na kulikuwa na madai ya watu kupotezwa au kuwekwa vifungoni, je, hii haitoi nafasi ya kilichomkuta? Kwa majibu mafupi tu kwamba hakina Aha. Nadhani na, na nafasi hiyo inatolewa na wananchi wenyewe. Huwezi ukalazimishia demokrasia katika nchi nyingine, ni wananchi wenyewe wa taifa fulani au la Venezuela, wa taifa lolote, ndo inabidi wafanye juu chini, kuzingatia kwamba rais au kama rais wao afati ni dikteta, ndo wamtoe madarakani na sio nchi nyingine. Tunafahamu kabisa Marekani imefanya hivyo Afghanistan, Iraq, libya na zote. Ilipofanya hivyo, hakuna kilichofanyika mpaka sasa. Watu wanashangilia kwa mara ya kwanza, lakini baada ya hapo tunajua kabisa kinachofuata ni zahama. Nchi inakuwa katika mvurugiko kabisa. Mubero, bandio tena majibu mafupi anataka na Maduro na washirika wake wanatumiwa kushirikiana na, na magenge ya madawa ya kulevya kusafirisha maelfu ya tani za kokeini kuingia Marekani, ikielezwa hivyo. Ikiwa itathibitika, a, atashtakiwa au atakabiliwa na kifungo pengine cha maisha. Je, kuna ushahidi wa kutosha kumtia hatiani au tutarajie kile kilichotokea Iraq mwaka elfu mbili na tatu kama anavyosema Dr. Harrison hapo ushahidi wa kutosha haupo katika dhana mm -hmm, kadhaa kwanza ni kwamba tatiwa hatiani kwa sababu huwezi ukaenda ukafanya hizo, kwa sababu wasipomtia hatiani na maana serikali nzima ya Marekani lazima iwajibike kwa kile ambacho imefanyia. Kwa hiyo tiga huu wagaragaza, lazima watafuti namna ya kumtia hatiani kwa namna moja ama nyingine. Madawa ya kulevya, tuhuma yake ya kwanza, amezungumzia kuhusiana na kokaini. Ukiangalia hivi sasa, Venezuela ni kati ya nchi ambazo inaingiza kokaini ndogo zaidi hapa nchini Marekani, nafikiri ni asilimia moja. Madawa mengine ambayo amekuwa akizungumziwa ni madawa ya, ya, ya fentanyl ambayo katika boti zote nafikiri mia moja thelathini na mbili ambazo zimepigwa pale hakuna kiasi wala aina kuchanganya madawa ambayo imethibitishwa kwa kwamba inaweza kuingia marekani donald trump amesema katika kila boti walioitungua wameokoa watu uh, elfu ishirini na tano kuuawa nchini marekani lakini takwimu zinaonyesha kwamba nchi nzima katika mwaka mzima waliokufa kwa madawa ya kulevya ni watu elfu sabini na tatu lakini yeye anasema kwamba kwa hii kipindi kifupi ambacho ametungua ameokoa watu laki nane ina maana alikuwa anahisi kwamba ndani ya mwaka mmoja venezuela ingeingiza madawa ambayo yangeua zaidi ya asilimia kumi na moja mara kumi na moja ya wale ambao wamewawa pale kabla kwa hiyo hakuna ushahidi mpaka hivi sasa kile ambacho ameshakifanya na kile ambacho anakwenda kukifanya, atakutwa na hatia katika mambo mbalimbali ama atacheleshewa, lakini hakutegemei kuwa na ushahidi wowote kwa sababu haonekani kwa namna yote katika vile ambavyo amezungumzia kama vigezo vya kumkamata vina ushahidi. Mada ni pana hii. E, mubero wa bandio ni kushukuru kwa kushiriki na ni mshukuru pia Dr. Harrison Mwilima mubero wa ukiwa Washington DC na mu, uh, Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin. Niwashukuru kwa kushiriki. ngwe hii ya matangazo eh. Nam msikilizaji, tukumbushane tu kuwa baadhi ya nchi zikiwemo za Umoja wa Ulaya na Marekani zilikuwa hadi sasa hazitambui Nicolas Maduro, hazimtambui kabisa kama ni rais halali wa Venezuela kutokana na chaguzi kaza zilizoendelea za utawala wake ambazo nchi hizo zinasema uh, chaguzi hizo zilijaa kasoro na pia uh, kutokana na utawala wa kiimla wa rais Maduro. Mwisho wa mjadala huu msikilizaji, ukitaka kusikiliza kwa kina, nenda katika mitandao ya kijamii DW.